Huwa ligani mpenzi mtazamaji wa Fizi News, na kualika kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Tuanzie taarifa yetu ya habari na huko Masisi ambako tangu asubuhi ya tariki 3 Aprili 2025 mapambano makali yameshuhudiwa kati ya waasi wa, wa M23 zili ya wazalendo wa APLCS des yani Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain pa Masisi senta katika groupement ya Mufuni Shanga, mkoani Kivu ya Kaskazini. Silaha nzito nzito ziliweza kupigwa katika tarafa hilo, huku mabomu yaliangukia pembeni ya kanisa Katoliki, ambako kwa sasa hali inazidi kuwa mbaya katika eneo hilo na inapelekea wengi kuwa na wasiwasi na wengine kuanza kuhama makazi yao tukiwa tu, tu katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, huko Walikale ni kwamba mapambano makali yameshuhudiwa iya Alhamisi katika eneo la Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini ambako alinabaki kuwa tete kulingana na duru nyingi za mali zilizozungumza na TV yako. Milio ya risasi ilisikika asubuhi, huku na jeshi wa AFC M23 haonekani tena katika sehemu mbalimbali za eneo hilo, zinataarifu duru zetu, jeshi la taifa pamoja na wazalendo wanaonekana katika eneo mbalimbali za eneo hilo la Walikale, ambako raia wengi wanakuwa na katumaini kutokana na, na jeshi la taifa ya FARDC, huku jeshi likiwaidi kuendelea na mapambano kwa ajili ya kumaliza vita ambavyo vinaendelea katika eneo hilo. Na kwingineko ni huko Sankuru, ambako gavana wa zamani wa Sankuru Joseph Stefano Mukumadi ametangaza zarani kujiunga na vuguvugu vugu la FC pamoja na M23. Wakati wa barua yake aliyoitoa zarani Alhamisi 3 Aprili mwaka huu amehakikisha kujiunga kwake ili kupinga utawala wa Kinshasa. Amedai kuwa yeye ni mwanamemba wa AFC, huku akiongeza kuwa kila njia ni bora kama ni za kutokwaribu nchi ya Kongo, huku akiomba wakongomani wote kufuata vuguvugu hiyo. Mkuu wa zamani wa Sankuru ametaja kile anachodai kuwa ni kukamata nchi na wingi madarakani na movement hiyo ya AFC ni tumaini la ndoto ya kila Mkongomani huko Walikale. Ni kwamba tena, mpenzi mtazamaji, shirika la waganga wasiokuwa na mipaka ya MSF limetoa dukuduku lake kuhusiana na uaba wa dawa muhimu katika hospitali kuu ya Walikale, huku likidai kuwa endapo mapambano yataendelea eneo hilo, kutakuwa na uwaba wa dawa kwa ajili ya kutunza wagonjwa na majeruhi. Tangu mwanzo mwa mapambano kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya wazalendo wenye kusapotiwa na nchi ya Rwanda, mamia ya watu wamekimbia makazi yao katika mtaa huo wa afya. Siku hizi hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Asilimia themanini ya raia wamekimbia milio ya risasi, na hiyo inasababisha kuto kupatikana kwa matibabu muhimu. Ni miaka kumi na tano sasa MSF inasapoti hospitali kuu ya Walikale kwa kushirikiana na wizara ya afya. Shirika hilo linatumika katika sekta mbalimbali, ikiwemo kusaidia wajawazito, watoto, pia inatoa matibabu kwa wagonjwa wa akili, waanga wa vitendo vya ubakaji na kadhalika. Huko Beni mkoani Kivu ya Kaskazini, kwamba Jenerali Jake Chaligonza Nduru mkuu wa majeshi FARDC anayehusika na operesheni na upelelezi aliwasili Jumatano hii ya tariki mbili Aprili 2025 pa Beni makao makuu kwa muda ya jimbo la Kivu Kaskazini kwa ajili ya misheni ya uchunguzi na uongozi wa kijeshi. Wakati wa kuwasili kwake, ameomba raia wa eneo hilo kubaki kimya kwa akithibitisha kuwa operesheni za kijeshi zinaendelea kwa ajili ya kuleta utulivu katika eneo hilo. Jemedari alisema haya ni kwa hapa Beni katika ile namna ya misheni ya uchunguzi na uongozi ambao kuwa nimetumwa na mkuu wa majeshi ya Kongo, mutafikia kupata amani na usalama katika eneo hili kupitia jeshi letu linalojitolea katika operesheni. Raia wanapaswa kubaki na kuwa na imani na jeshi la taifa la FARDC ambalo lina misheni ya kutetea maslahi ya nchi vitu pamoja na raia wake, amesema hayo Jemedari Jacke Chalingoza Nduru. Tangu kuchukuliwa kwa mji wa Goma na M23 inaungwa mkono na Rwanda, mji wa Beni unasalia kwa makao makuu ya jimbo la Kivu ya Kaskazini katika Mujauvira ni kwamba huu ni muda sasa wa vinara vya wazalendo kufungua macho ili kuwa kwenye mstari wa mbele kwenye mazungumzo atakayofanyika hapa nchini. Ndivyo amesema notable Andre Bia dunia Mashaka, ambaye ameomba kamanda Yakotumba na wenzake kujipanga vilivyo, ilikuwa ni ya vyeo serikalini na siyo kubaki nyuma ya FRDC. Maneno hayo ameyasema katika mazungumzo na TV yako juu ya kundi la uasi tuigwanero kugeuka kwa chama cha sasa cha kijeshi kinachoitwa MRDP na okupewa kupewa wazifa wa kuongoza mkoa wa Kivu Kusini. Andre byaduni Dunia Mashaka ametoa hapa mtazamo wake juu ya mabadiliko ya tuiguanero kuwa mouvement de républicain pour la dignité du di peuple MRDF, kwa ufupi katika Kifaransa. Bo ni sema tu kwamba ni strategie, ni strategie politique eh, ni strategie ya niveau yenye iko ni mpe eh, eleve kidogo par rapport na sisi kwa sababu unaona haiko tu tutwigwa neo ndio megeuka mufuma uh, politiko militaire. Kuna ingine mufuma ambao wamekrea upande wa Ituri ambayo inasimamiwa na mwingine mtusi moja ambaye alikuwa ex kadogo, kisha kwa ex kadogo akaenda kwa RCD kisha RCD akaenda kwa kwa CNDP CNDP kisha akaenda kwa M23, a marche wakati wali lancer tena ima offensive ya M23 na leo wameona kwamba arudilie ile ile movement nyingine

Boba, na kwa deja AFC M23 na bale bingine watapata sawa sawa, uh, ingine parti prenante ku dialogue, na hiyo ndio inakuwa strategie kubwa ambayo wame wameimonte ili watuzubaishe. Ni ile ma strategie yao ya kutuzubaisha. Ulisikia wakati mmoja wanasema kuna kwa gumino kuna kwa twiganeho, yote ni kitu kimoya. Bamba bana jirani yako ku gouvernement bengine banakatala, si tenda ku gouvernement tunafanya protection des civils. Uyu ametoa ushauri wake kwa vinara wa zalendo hii kuigeuza haiko leo. Bertrand Simwa aliwezaka kudeklare kwamba representation kabisa ya AFC utakuta kwamba wanakuwa na nguvu. Alors, nitakumaliza na kupana shauri kwa wazalendo kwa sababu Uvira na Fizi imeshapigana sana tangu miaka mingi ni sisi tuna the republic. Na kama RCDI kufanyikishwa kufika Kinchasa, Uvira na Fizi ni parti ambazo zimechangia kuwarudisha nyuma sana, lakini ukiangalia vizuri hatulipwi ha, hatulipwi tulipo vizuri, ingawaje, kweli Fizi naweza kusema tunapataka director de cabinet, tunapataka wa ministre mewali, mawaziri ambao tunapataka hapatufaidiake lolote, ni matumbo zao, watoto wao waende Ulaya mesisi, raia wa Fizi, raia wa Uvira kabisa hatufaidikake lolote. Shauri yangu ni kusema bwana yakutumba bwana makanaki bwana ngoma nzito bwana medi bwana sijui kakobanya ilunga Makashumba, rukumeta wengine wote bila kuwasahau wale wazalendo wote ambao wanapigania nchi leo wanasaidia nchi bwana mai ile na wengine kikundi cha bwana mtetezi pia soname silvuple huu ndio muda wa kujiretrouver Nimefanya speech mwako, nifanya interview moja na Radio Mo International, nilisema kwamba wazalendo, mimi nimeanza ku anticipate deja, nimesema kama wazalendo ni parti prenante na sio kitengo kimoja cha FRDC, paske ingekuwa tuko kitengo cha FRDC kama tuko tunapata silaha kwa FRDC kama tuko tunapata chakula kama tuko tunapata dawa na kama enemy leo haiko pale kama nyola. E donc, wazalendo tuangalie mbele wenzetu wanaanza kupanga strateji, washakuwa na projection long term. Sisi nini kinatuzuia? Mtafute wafanya siasa sisi ambao tunakuwa lokal ma hapa, tuwazunguke, tuwape mashauri, si kuja kuwanyanganya vyeo, lakini kuja kuwasaidia kupanga strateji, purke set fala msibakie nyuma kama mikia, mgeuke kichwa. Mgeuke kichwa. Haitawezekana, Wanyarwanda tu ndo watakuwa wanapata maposte na sisi tubakie kulalama na kubakia porini na miji yetu haitaendelea. Tumalizie taarifa yetu ya habari na huko Baraka, ambako mea wa mji wa Baraka kwa muda ameitisha kikao kikuu cha usalama kilichokusanya tabaka tofauti za serikali na kiraia ili kukagua hali ya usalama kwa sasa mjini Baraka, kikao ambacho kimefanyika siku ya nne ya wiki tunayo. Katika mazungumzo nasibi, Emerite Tabisha Mongelwa, mea makamu, ambaye ni mea kwa muda kwa jiji la Baraka, amesema kwa hali iliyopo kwa sasa mashariki mwa DRC inahitaji kila mara kuitisha vikao vya usalama ili kupunguza wasiwasi kwa raia. Malengo ya mkutano ilikuwa kukagua hali ya usalama mjiji la Baraka na tumeweza kukagua na wote ambao walikuwa, walikuwa ndani na watu ni wao ndio raia ya Baraka. Tulipenda kupata maoni yao, tulipenda pia kupata e, mwito wao na wao pia wajihusishe na ndio wanajihusisha, lakini ni kusisimua tu ili watu wajihusishe zaidi kwa ajili ya usalama. Hatuwezi kukosa mara kwa mara kukagua, kwa sababu vile ya Baraka unajua kama ina kilometa makumi mbili na nne kare na hapo. Kwa hiyo eneo udongo huo mchache, kuna kwa leo kuna vikundi nane vya wazalendo ambavyo kila kikundi kina, kina mkubwa wao. Kuna jeshi, kuna askari polisi Uh, vitengo mbalimbali na hali ya usalama gisi hali yetu ingaliki huku ku este ya Kongo inahitaji tuwe tunakagua. Kuna pia wabandia wa wenyewe, hawako wazalendo wa hawako jeshi la serikali, lakini wamesilikia, wana masilaha, wana milio masilaha. Tujue kujua kwa uhakika ni wanani, kwani vikundi viko vingi kwa udongo ambao uko, huko mdogo kwa hiyo tumekagua mizozo budogo budogo ambao uko kati ya, ya vitengo vya serikali na wazalendo kati ya wazalendo wao wenyewe, na tunashukuru kwa sababu uh, watu wote tuliona tunania moja, na kila mtu ameelewa uh, ile ambayo wengine wanasema kwa udhaifu wake, kila kundi imeona hivyo wa udhaifu, na tunaenda pamoja. Kwa hiyo tunaalika raia raia tunakualika, kila mtu ana jukumu la kufanya usalama. Ulinzi sasa ndio unafanyika na serikali, lakini usalama ni raia ambao wanakwenda shambani, ambao wanaona, wanaambia watu, ni raia ambao walikuwa nafasi wako wana kunywa pombe, wanaona, wanaambia vitengo vya vya serikali. Kuna mambo mengi ambayo yameendelea ya, ya usalama na kuna mambo mengine ambayo inaomba kufuatilia sisi sote pamoja, tunawaalika ili sisi wenyewe tujifanyie usalama na tuboreshe maisha yetu, tutumike makazi na maendeleo yao. Bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, aliyekuletea taarifa hii habari ni mimi Safari Almas, na kuaga na kuomba usikose ku like kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Fizi News 24. Media d'information en temps réel.